Inna ma'al usri yusra, fa idha faragta fansab, wa ila rabbika fargab. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hatukakukunjulia kifua chako na tukakuondolea mzigo wako uliovunja mgongo wako na tukakunyanyulia utajo wako basi kwa hakika pamoja na uzito upo wepesi. Hakika pamoja na uzito upo wepesi. Na ukipata faragha fanya juhudi, na Mola wako mlezi ndiyo mshughulikie. H imeteremka Maka. Inathibitisha sura hii kwamba Mwenyezi Mungu ameukunjua moyo wa Nabii wake na akaufanya ndipo pahala pa kuteremkia siri na ilmu, na akaondoa matatizo yaliyokuwa yakimsakilisha mgongo wake, nayo ni katika mizigo ya kazi ya dawa, yaani wito, na akalikutanisha jina lake Mwenyezi Mungu na jina lake Mtume katika asli ya iman na alama za dini. Kisha aya hizi zikataja sunna ya Mwenyezi Mungu ya kuambatisha mepesi na mazito, dhiki na faraji, na zikamtaka mtume kila anapopata nafasi kutokana na kutenda heri atende heri nyingine na afanye lengo lake ni mola wake mlezi, kwani yeye ni muweza wa kumsaidia. Hakika tumekukunjulia kifua chako kwa kuwa tulitiya ndani yake ya uongofu na imani na tumekupunguzia mizigo iliyokuwa mizito juu ya mgongo wako, kwa kukunga mkono na kukusahilishia mambo yako ambayo yalikuwa ni mazito juu ya mgongo wako. Na tumelitukuza jina lako, tukalifanya linatajwa na ulimi wa kila muumini pamoja na jina letu. Hizo ni baadhi ya neema zetu juu yako, basi kuwa na yakini na uweza wa Mwenyezi mtukufu Kwani pamoja na uzito upo wepesi mwingi unaokuja nao. Hakika pamoja na uzito, wakati huo huo ijapokuwa wewe hujui, upo wepesi mwingi vilevile. Basi ukipata nafasi katika kazi ya kuwalingania watu na mambo yaliyohusiana na jihadi, endelea na jitihada ya ibada na jishughulishe nafsi yako katika hayo. Kwa Mola wako mlezi tu ndiyo uelekee kwa kumwomba na kumhitajia.